Mwelekeo ni wapi? Mwelekeo ni wapi? Mwelekeo ni Zongendaba Hoteli. Eh, kuna tukio moja kabambe sana, adhimu sana, adhimu tunasema tukio adhimu, tukio la moto, tukio la moto, yaani fa 2025 hatujamalizana <laughs> yani, bado hatujamalizana ndio tunaenda kufunga mwaka sasa kwa kukabidhi ile kitu. ile zawadi iliyoahidiwa e, ile na bwana harusi kwa mke wake <laughs> ndio tunaenda kuikabidhi leo, lakini hadi hapo sio kwamba tumemalizana. Bado hatujamalizana, imebakia safari ya Dubai na China <laughs> Fondelo atakuwa na jambo lao kwa ufupi sasa, tuambie hapa, kuna jambo gani? kuna jambo gani hapa? kwa ufupi, tuelekeze eh bwana, ile shughuli bado haijaisha. FA 2025, ndo tunaenda kuikamilisha leo hii. Zawadi ya bibi harusi, aliahidi bwana harusi atanunua gari mpya ndio, hii imeingia ya mwaka 2020 hii imeingia. bwana harusi unasemaje? bwana harusi, wakati unaahidi, ulitegemea utapata kitu kama hichi au zaidi ya hichi? Mimi mwanangu target yako Naondoka na Mazda Velisa. Mm. E, Mazda Velisa ndio unajua mtu anakaa. Na Mbira shemeji mwenyewe anafahamu kwamba kuna chochote. Ah, mna anachojua. Ah, mna anachojua. Imekuwaje shemeji amefika. An, anachojua hapa leo amekuja kula lunch basi. Okay. Mm. Ambayo imezingatiwa na mwenyewe alisema anajitoa mama. Ah, no. Yupo mama yake. Okay. Ndoka mtoa. Okay. Kambia mwanangu toa tutoke. Mwambie arudi nyuma kidogo. Oh, kwa hiyo yupo na mamuko hapa naye anashuhudia chikitu. No, no.

Nikuoneshe dikadi ili ujue kwako na kwako, bwana. Sasa mi nautani na wee, kwa nini kibanga kiwa, kwa nini kubangani? Kwa hiyo miaka zaidi ya saba uliamini

Kwa kuna nyingine yingine, shemeji, tuambie unajisikiaje shemeji, uamini

Ai, tuambie kidogo, shemeji, unajisikiaje hmm? Yeah, ni, ni kitu ambacho ulikitegemea <laughs> mm? Ametuambia awali alikuahidi, utegemea hadi tatimia siku ya leo, siku ya leo yeah. Mawasiliano yenu yalikuwaje?